Tuko madiwani thelathini na moja na wote tuko kitu hiki kimoja. Hawa wametoa zawadi ambayo tumechanga wote, kuna zawadi moja hiyo. Tulivyoichanga wakaniambia, hiyo sababu ni kubwa, utaenda kutangaza wewe, kwe haikutangazwa. Baba, madiwani hawa wana milioni kumi yako wana milioni kumi waliochanga, wamenipa ni kukabidhi, lakini kwa sababu za kiusalama nimeangalia hapa, naye huyu namuogopa huyu. Kwa hiyo nitakufikishia kwa maelekezo utakayonipa, lakini milioni kumi fedha za Kitanzania zenye picha ya rais na signature ya gavana pamoja na waziri wa fedha. sasa Nisije kumaliza mengi, si ndio? hii ni mengiz, trela tu hiyo, ni trela mama, hiyo ni trela mama.

kutangazwa baba, madiwani hawa wana milioni kumi yako. Hawa wana milioni kumi, waliochanga wamenipa nikukabidhi, lakini kwa sababu za kiusalama nimeangalia hapa, naye huyu namwogopa huyu, kwa hiyo nitakufikishia kwa maelekezo utakayonipa, lakini milioni kumi, fedha za like Kitanzania zenye picha ya rais na signature ya gavana pamoja na waziri wa fedha. Sasa nisije kumaliza mengi, si ndio? Hii ni trela tu, hiyo ni trela mama, hiyo ni trela mama.